Mungu anatoa wito kwa kila mmoja, usiufiche ushujaa wa, ni muda wa kuinuka, ni muda wa kusema hivi Nimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, nimeumbwa kwa kusudi la Bwana, sijaja duniani kusindikiza watu, ninaweza kutenda mambo makuu. Ni muda wa vijana kuinuka, ni muda wa mama kuinuka, ni muda wa wazee kuinuka. Hata kama unafikiri umechelewa, hakuna kuchelewa katika ufalme wa Bwana. Ni muda wa kusema hivi: sijaja duniani kupoteza muda. Kusudi la Bwana ambalo Mungu amekuitia tangu mwanzo likatimie kwenye maisha yako kuanzia sasa na kuendelea. Huyo shujaa aliye ndani yako Adhirike sasa katika jina la Yesu. Huyo shujaa ambaye amefichwa na mtazamo wa ukoo wako, sasa Mungu anamfichua katika jina la Yesu. Huyo shujaa ambaye amefichwa na mapito ulionayo na majaribu uliyoyapitia, hata na jinsi ulivyoshindwa shinda na majaribu huko zamani, Mungu amekuja kwa neema yake, anataka kumfichua huyo shujaa, atende makuu. Majira yamewadia, Bwana amekujilia. Inuka ndani yako, kubali useme hivi: ni saa ya kudhihirisha ushujaa ulioko ndani. Sio muda wa kujificha, ni muda wa kutokea, ni muda wa kusema hivi: kwa uwezo wa Bwana, nitatenda makuu. Kwa msaada wa Bwana, nitatenda makuu.